Jambo la pili, umesema ya kwamba jukwaa hili limeandaliwa kwa sababu ya ku- ya kumnadi mtu mmoja. Hapana, nimesema hii ni semina ambayo imeandaliwa na Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha ndio tumeandaa semina hii, na hii tumeiandaa semina hii kwa maana, tumetohoa kilichofanyika kwenye mkutano kwenye kwenye mkutano mkuu kuona kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan alitusii kuhakikisha kwamba tunakuwa mabalozi wa, uzin, wa ilani iliyozinduliwa tarehe 20 na tarehe 29. Sasa ili kuwa mabalozi hatu mabalozi sisi wa mkoani ndio maana tumeita viongozi wa kata za mkoa mzima na ndio maana tumeita kamati za siasa za wilaya zote za mkoa wa Arusha kuhakikisha ubalozi huo basi unakuwa umesadifu akidi ya watu wa juu na chini na hawa wa wilaya na kata wanatakiwa washushe kwenye matawi na mashina. Pili, kwa nini mkuu wa mkoa atakuwepo? Sisi kila baada ya miezi sita tuna kitu kinaitwa usomaji wa utekelezaji wa ilani, na huu ni utaratibu wetu kila baada ya miezi sita. Kwa wilaya anasoma mkuu wa wilaya, kwa mkoa anasoma mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya tunamwita kamisaa wa wilaya, na mkuu wa mkoa tunamwita kamisaa wa mkoa. Kwa hiyo ana kabla ya sisi kuambia, na sisi tuliona ni jambo jema, hawezi kaenda kuambia, jamani, ilani yetu 2025 2030 ni hii, kabla ya kuambia ilani ya 25, kabla ya kuambia ilani ya 20 25 imetekelezwa kwa kiasi gani? Kwa sababu wa Tanzania sio wapumbavu, wa tunawapelekea mkataba mwingine, watamuuliza mkataba ulioisha mwa kutekeleza kwa kiwango hiyo kabisa wetu atatupitisha kwa sababu nimeshasema hapa, huyo ndio muuza duka wetu, huyo ndio muuza duka wetu. Masuru fedha zote zinazokuja za miradi msimamizi wa miradi yote ya maendeleo ya mkoa wa Arusha ni mkuu wa mkoa wa Arusha ambao sisi tunamwita kabisa. Kwa hiyo atakuwa na jukumu hilo, na na sio kwamba tumempendelea. Ndiyo msimamizi wa miradi, fedha zote za maendeleo za mkoa huu kwa hiyo atafanya na hapo, sio jukwaa la la la la sio jukwaa la kumwandaa mgombea yoyote, na kama angekuwa amegombea asingekuwepo kwenye kwenye kwenye kikao chetu au kwenye semina yetu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatuna mgombea mpaka tarehe 25 tutapata wagombea, na tukiwapata wagombea, kuna vitu vitawinguka, vikao kuna vikao hawatahudhuria, kuna mambo hawezi kuyafanya kwa niaba ya chama. Kwa kwa, kwa sasa hivi hatuna mgombea na hivyo nataka niwaondoe shaka, ndugu waandishi wa habari, ya kwamba huu uh, ni mkutano, ni semina iliyoandaliwa na Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Arusha na mimi ndio mkuu wa kuhakikisha semina hiyo inaenda kama tulivyoipanga kwenye kamati zetu kwenye kamati yetu ya siasa ya mkoa kuhakikisha inafanyika na watu wanapata kile ambacho kimedhamiriwa. Mimi na swali, mheshimiwa, karibu sana. Eh, wewe ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha yeah. lakini umekuwa ukihusishwa moja kwa moja kuwa meneja kampeni wa mtiania Bwana Paul Makonda mm. na shahidi zinaonyesha mm. kabisa mnaenda nyakati za usiku mm. eh, mkigawa shilingi yeah, una ushahidi? ushahidi upo wewe unao sasa eh, ushahidi upo nisikize swali yeah, langu wewe, yeah. wewe kama, kama mwenezi wa chama yeah. Kuna kanuni ambazo zinakuruhusu kuwa upande wowote wa kati ya hawa wagombea. Kabla sasa sijakujibu, kwanza umesema kuna shahidi, wewe unao ushahidi? Ushahidi huko mheshimiwa, basi tabidi unionyeshe kwanza ushahidi wa kwamba anaenda usiku. Na ushahidi ukipatikana mwenezi, ushahidi ukipatikana tunashukuru. Ah, utabidi unipe kwanza ushahidi. Sasa uwezi kuniambia, yaani kwamba kama umeoa mwanamke hajapata mimba utamfanyaje? Ah ah, tunaoa kwanza, mimba ni matokeo. Yaani kwamba unionyeshe kwanza ushahidi. Alafu sasa kitakachofuata itakuwa ni matokeo ya ushahidi huo. Mimi Saiplani mwenezi wa CCM wa mkoa wa Arusha, sina mgombea na hakuna mtu aliyochukua fomu. Ukisema Saiplani ni kampeni manager wa fulani, kwa fomu ipi? Yaani tunaenda kumnadi huyo mtu kwa fomu ipi aliyochukua? Unaweza kuwa mnadi mkuu wa mkoa kwa mgombea, sasa ukuu wake wa mkoa ameuacha kwa hiyo hizo nataka nikwambie, hizo ndo tumesha nimeshawaambia mara nyingi, waandishi wa habari, huu ni mwaka wa maneno, huu ni mwaka wa maneno, na mengi yatakuwa ya uongo ya kusikia na hiyo ya kushindikizwa kwamba tuna ushahidi tuna nini. Ni maneno ya urongo yataja kipindi hichi. Sasa mimi nafanya kazi bandarini, sipishwi na honi ya meli, niko kwenye taasisi ya siasa. Taasisi ya siasa ni maneno. Kwa hiyo maneno kama haya yanapokuja hayawezi yakaniondoa katika focus. Lakini nataka nikuambie, ndugu mwandishi wa habari, sina mgombea na sipiti kwa mtu yoyote. Tukikuletea ushahidi na picha ni ukwambie lete. Yaani usijiambie kuniambia kwamba umeoa mke ajazaa atazaa au atozaa. Ah ah, we lete ushahidi kwa kweli. Lete ushahidi. Ikitokea ushahidi ukaleta. Acha na maswala ya kitokea bwana. Hayo maswala ya kuyarufu hmm. lela ulela. Acha na maswala ya kitokea. Tunazungumza u... vitu ambavyo vipo. <laughs> Unazungumza na mwenezi hapa anakwambia kuna seminar. Hivi ndio vitu nimekuja mwene kukuitia uniambie kuna seminar. Mm -hmm. Hayo maswala mengine mengine watu wanalialia tu. Uhusiano wako na huyo anetajwa kwamba unamsaidia kugawa hizo fedha huko. Unajua ukiniambia uhusiano unamaanisha nini? Yaani karibu. Karibu yako wewe na Makonda ambaye ni wa ubunge jimbo la Arusha mjini huko. Hakuna nimesema hapa ni nani? Mkuu wa mkoa. Ni nani? Lakini taratibu. Ni nani? Kamisa. Sasa wewe unakuwa na mahusiano mabaya na kamisa? Sasa kamisa anaweza. Yaani unakuwa na mahusiano mabaya na kamisa, alafu yani w... ili iweje yani? Hayo mahusiano mazuri yanaweza kukuruhusu ya kukupelekea wewe ukaagizwa usiku mahali kwa sababu ni kamisa. Ewe mwambie bwana brother, unaongea na mwenezi wa CCM wa mkoa. Nyinyi waandishi wa habari mnakuwa kama vile ni Farao ambao mumjui Yusuf. Mimi ni mwenezi wa CCM wa mkoa. Hayo maswali mnayoniuliza ni cheap politics ambazo ziko huko huko mtaani. Mimi nafanya kazi katika wigo wangu kama mwenezi wa CCM wa mkoa. Aya, sasa maneno mengine mengine hayo, nimesema ndio kipindi cha uchaguzi. Yaani maneno yote unavyosikia kwamba Mwenezi anamuunga mkono huyu, Mwenezi yuko na fulani, Mwenezi anamuunga mkono diwani fulani, Mwenezi anafanya hivi. Hayo maneno wa mtu acha kuyasikia, ndio kipindi chake. Na hayo maneno hayo niondolea mimi dhamira yangu kisha, salama, ya kuhakikisha chama changu kinabaki salama kabla ya uchaguzi, chama changu kinakuwa salama wakati wa uchaguzi, chama changu kinaendelea kuwa salama baada ya uchaguzi. Haya maneno utasikia sasa hivi. Plani hivi mara tumesikia saiplani ikapita huku. Mara tumesikia saiplani, yani hayo maneno mtayasikia. Na yatasemwa sana. Kwa nini yasemwe sasa? Sasa yasiposemwa kwa saiplani anasemwa kwa nani? Viongozi wako wengi kwa nini wao hawataji? Kuna katibu, kuna mwenyekiti lakini ni mwenezi. Yaani wewe ngoja nikuulize, nani nani Kolumba. Kwenye hii wilaya ya Arusha wewe ni mgeni na mimi. Kwani haijasemwa mimi nagombea Sombetini? Mimi nagombea hii. kumsema mfano. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.